Familia ya Grace Mudhoni kutoka Njoro anayeugua kisukari kwa mwaka wa kumi sasa, iliyoangaziwa na QTV mwaka uliopita imepata afueni. Hii ni baada ya seneta wa Nairobi Mike Sonko kufadhili usafiri wake kutoka Njoro, kaunti ya Nakuru, hadi hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi kwa matibabu zaidi. Ninafurahia na sana kwa vile Grace siku ya leo anarudi hospitali, kwa kuwa tumekuwa tukiomba, tumekuwa hata tukijaribu kufunga ili tuone kama hafi yake nasarudi sawa. Sonko pia aliahidi kulipia matibabu ya mwanzo ya mama huyu. Miezi kadhaa baada ya Grace Mudhoni na mumewe James Ndungu kufanya harusi yao mwaka wa 2012, ugonjwa wa kisukari umewapa matatizo mengi. Kwanza ilikuwa ni Mudhoni kuupoteza ujauzito aliokuwa nao. Ugonjwa ulipozidi alifunga duka lake alipokuwa akiitafutia jamii yake riziki Mmewe pia akaacha kazi yake opishi ili kumshughulikia mkewe. Amekuwa akifunga daipa kutoka gresi agonjeke na amekuwa amekukula na hiyo hiyo mipira. Eh, gresi amekuwa akitumia pesa mingi kila wiki. Daipa amekuwa akitumia kila, kila kila wiki. Unaona yani, kila siku natumia beri moja, kwa wiki natumia beri nane ama saba, vile nitapima. Gresi anajiendea choo mahali yako Haongei, hakuli akotu hivyo, yani kila kitu ni upande yangu. Familia hii changa imekuwa kwenye njia panda katika kutafuta matibabu ya Modhoni. Kapeleka huko Eldoret Medhill, daktari alirequest hiyo MRI. Kapeleka huko, kasema haiwezekani kwa sababu atafanyiwa inj injection mbi, tatu na hiyo shindano tatu ni 15,000 hiyo tukaambia, hiyo 15000 hatuna. Alafu daktari akatuambia hiyo akifanyiwa gilisi anaweza amuka ama akose kuamuka. Huyo daktari tulikuwa tumeenda naye kutoka na Nakuru PGH akasema hapana, hiyo James imekuwa ngumu. Penzi la James Mburu na Grace Mudhoni ndilo limetajwa kuwaweka pamoja katika nyakati hizi ngumu. Anahitaji dawa ambazo ni expensive maanake anatumia dawa za sukari, anadungwa, anaangaliwa. Diet yake ni lazima iangaliwe juu ugonjwa wa sukari inatumia special diet. Tumeweza kupata wakenya kutoka sehemu tofauti, hata katika nchi za mbali, ambao wameweza kushirikiana na sisi na tukawa tumepata fedha ambazo bwana Mburu alikuwa na hitaji za hospitali Kwa hiyo majirani na wakenya kwa jumla wamemtakia grace mudhoni afueni anapoanza matibabu yake katika hospitali ya kitaifa kenyatta penzi la kweli hudumu milele chris oyer qtv